Kiana na simba wenu <laughs> kwa kipale, ni kandizi kadogo. Sasa ndio maana tumempeleka pale, kwa sababu ni lazima tupeleke watu ambao tunaamini wako committed. Kwa hiyo yu, waziri yuko pale, wewe ukafanye kazi Mheshimiwa Abbas. Dokta Abbas amefanya kazi nzuri kama msemaji wa serikali. Hakuchoka, aliisemea vizuri serikali. Alifuata miongozo mizuri ya Dr. Mwakembe na viongozi wengine katika wizara hiyo. Tungependa aendelee tu kuwa msemaji wa serikali, lakini mahali mtu anapotakiwa kupata promotion, usimnyime promotion kwa sababu ni motivating agent, ndio maana tumemteua awe katibu mkuu wa wizara hiyo, na kwa sasa hivi ataendelea pia kuendelea kuwa msemaji wa serikali mpaka tutakapopata mwingine, na atakuwa anasema sasa akiwa mkubwa zaidi. Huyu Makondo alikuwa kamishna wa wizara ya ardhi palikuwa hapendwi sana, na hili nalisema kwa uwazi sana. Hawakumpenda kwa sababu ya misimamo yake. Ukimwona ni mdogo mdogo, lakini ana watoto wamemaliza chuo kikuu. Hawakumpenda sana kwa sababu ya misimamo yake. Nafikiri mama yake ni muhehe na kwa sababu hiyo, nikasema huyu huyu ambaye hawampendi ndiye anabaki pale pale, ili wale wanao ambao hawampendi waumie vizuri sana. Na nilikuwa nakuja saa nyingine naambiwa, huyu bana hafai fai huyu. Ukienda kuchungulia kule, unakuta ndiye anafaa zaidi. Wanasema huyu mbona? wanamsema hafai wamejitahidi pia kumwandikia kwenye message kumchafua, lakini bado alisimama, na walitaka pia kumchonganisha na mume wake. Nampongeza mume wake, aliendelea kusimama imara. Ndio maana nimeamua nimpe hapo hapo. Wizara ya Ardhi naye ina madudu mengi. Huyu moja nifikirie jina lake Mashauri, huyu amefanya kazi PCCB, alikuwa kwenye research na investigation. Qualification yake ana degree mbili nafikiri za agriculture investigation kule amefanya vizuri kweli PCCB, akateuliwa akawa dedi Kishapu. Nafikiri tumeona atakwenda kusaidia kwa lasi kule Ruvuma, wakasaidiane na mdeme katika kupambana na changamoto zilizoko kule, lakini pia kuendeleza sekta ya kilimo kwa sababu yeye masters yake amesomea mambo ya kilimo. Huyu tutuba amefanya kazi wizara ya fedha, kule TRA, miaka ya nyuma walipokuwa wakichukua hela wanaziweka kwenye fixed deposit account, tutuba ndiye alizitutuba vizuri. Kwa kusimamia kwa nguvu zote kwa masilahi ya taifa, tukafikiri tukimpeleka Mwanza, na ninajua hana matumaini ya kwenda kugombea ubunge kule kwao Kigoma, atakwenda kutusaidia kufanya kazi za hapo, kwa sababu yuko fem, hataki hela ya serikali ilio Ndugu Omari, yeye amefanya kazi Sadek, baadaye wizara ya fedha, baadaye akaenda kuwa assistant RAS Njombe. Amefanya kazi serikalini muda mrefu, nafikiri una miaka hamsini na tano. ni Mchaga ambaye anazuia watu kuiba hela <laughs> ndio maana tukaamua tumpe hii nafasi, akafanye kama lasi kwenye mkoa wa Tanga. Huyu Masanja katika timu ya kwanza tuliyoituma Ethiopia kwenda kushughulikia mradi wa Stiglas Gorge, yeye ndiyo timu yake. Yeye amesomea katika masuala ya mabwawa na umeme. Timu ya yamego meyong... ya kwanza wakaja, wa Ethiopia wakaja wakatupa mbinu zote, amezungumza nao mpaka prosesi zote ameshughulika mradi mpaka kutangazwa tenda na mainjinia wenzake. Palikuwa na timu ya mainjinia kumi na kitu amefanya hivyo mpaka hata kwenda Egypt, diskasheni zote kwa upande wa Tanzania zimesimamiwa na huyu mpaka leo, kumradi alipostaafu Dkt. Sem, Semvua aliyekuwa katibu mkuu wakawa wamemweka akawa na akti pale, katika kipindi chote hiki tumemwona na akti vizuri, na ndio maana tukaona hii nafasi tumpe naibu katibu mkuu, washirikiane na injinia Zena waipeleke spidi nzuri wizara ya nishati kwa kushirikiana waziri kwa manufaa ya taifa hili. Ndugu Chuma. Nafikiri naye ni Muhehe na nimekosea ni, ni kweli <laughs> wakati akiakti katika position mbalimbali pale mahakamani ma, ma, ma, kama registrar. Amekuwa chuma kweli kwa kusimamia sheria kwa hiyo katika majina mengi yalivyokuja na mimi na majina mengine huwa naletewa jina la chuma ndiyo likaimeji. Ndio maana nikamteua kuwa rejistra wa kama ya rufaa eh, msajili mkuu. Na ndugu Muhina nikamsajili nikamteua kuwa registra wa mahakama ya rufaa na Sarwati nikamchukua kuwa msajili wa mahakama kuu. Huyo mama, she is very tough <laughs> ni kama yalivyo majina tu ya wakina Sarwati, wakinasaita sayu, aidoma, aidoli, she is very tough, lakini amechukiwa mno pale Wapo watu wanaomwangalia leo wanatamani natu wasingemwona, nasema uongo, mheshimiwa jaji mkuu? She's tough and firm, ametishiwa tishiwa, lakini she's doing her best job. Akamteua na ameapishwa na jaji kiongozi kwa mjibu wa sheria na katiba. Brigedia Jenerali Suleiman mzee ni miongoni mwa mabrigedia wanaochapa kazi sana. Yeye <laughs> alikuwa ndio mkuu wa komandi ya pang Pangawe, aliikuta iko chini akaisimamia vizuri akajenga nyumba akanunua magari kwa kutumia force account, hakaagi ofisini. Sasa nilivyokuwa napata matatizo magereza, namna ya kumtafuta hapatikani, mwingine nikichungulia hivi anashindikana. Nikasema, lakini wote si wao wanafundishwa kozi moja, ya mguu pande, mguu sawa, mwili legeza, nyuma geuka. Nikaona goja nimpeleke huyu kwa sababu nika, nilijua nikiteua wa chini yake wale wa juu watamdharau, na wa juu zaidi anafanya kazi nzuri, lakini amebakiza miezi minne kustaafu. Anayefuatia naye anafanya kazi nzuri, lakini nikaona kwenye kazi hii ya kamishna jenerali hatatusaidia sana lakini ni mama mmoja, injinia mzuri sana safi, yuko hapo. Nazungumza ule ukweli kutoka moyoni, kwa sababu sitaki niwe mnafiki. Nikaona goja, niwapelekee hawa brigedia, kwa sababu haiwezekani nyumba zikitaka kujengwa unaleta watu wa JKT ndio waende wakajenge hizo nyumba, wakati wanawafungwa wanakula tu mule ndani wakati kazi yao ni kuseli leba power kwa kufanya kazi. Hicho kilikuwa kinaniumiza kweli. Wakapewa mradi wa bilioni tisa wa kiwanda cha karanga kule, bado jengo lilikuwa lijaisha na mashine nafikiri zitakuwa zimesha kuja sasa, lakini nasikia baada ya kuzungumza zile juzi, mnafanya kazi usiku na mchana, that's very good. Kwa hiyo ndio kisa kilichonifanya nimchague huyu Brigadier General mzee. Ninaomba unisamehe sana, CDF, kwa sababu sikukuuliza, sikutaka wewe kukupeleka magereza <laughs> kwa sababu huku pangebaki tupu ndio maana nikachukua huyu brigedia jenerali, na baadaye nilipokuuliza ukaridhia, nakushukuru sana. Huyu ndugu Masunga yeye alikuwa magereza, alikuwa nafikiri namba tatu au namba nne. Ukimteua pale pale magereza, wakati wako watatu wane wamemtangulia, nilijua atapata shida kama yule aliyeondoka, kwa sababu walimwachia tu anazunguka kule, anaeleza saa nyingine anafanya mikutano mpaka saa saba saa nane wengine wamelala. Hakupata kooperesheni vizuri, na yeye hakutaka kutumia intelijensi yake kujua kama je, anasafiri na watu au anasafiri peke yake. Sasa nikaona katika kufanya changes angalau nimpeleke fire. Ni matumaini yangu yaliyofanywa na waliotangulia kule hutayafanya, yakiwepo na yule aliyekuwa mkuu wa administration ambaye naye alitoka Ndugu si Mwanza, na najua yuko humo kafanye kazi lakini utakuwa na advantage nyingine kwa sababu umetoka magereza. Saa nyingine panaweza pakatokea moto hata kwenye mashamba, wapeleke wafungwa kwa sababu unawajua. Kwa upande kamishna wa ardhi <coughs> huyo alikuwa kamishna wa kanda ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tumefanya shifting tu, huyu ametoka, huyu tukaingiza pale, kwa sababu Dar es Salaam ndio yenye challenge nyingi za ardhi. Kwa hiyo tuliamini ataendelea nazo. Jaji wa mahakama ya rufaa Dkt. Ndika, ni bahati mbaya naye ni wa Iringa, si ndio? Dodoma eh? Kigoma basi, Kigoma basi, nifikiri wa Iringa <laughs> alikuwa jaji wa mahakama kuu akaperform vizuri, tukampromote akawa jaji wa rufaa. Ninaamini katika nafasi hii kama ambavyo ameelezea mheshimiwa jaji mkuu atatusaidia kwa sababu hiyo nafasi ya makamishna ndiyo nafasi ya kuscreen hata majaji, na kwa sababu amekuwa fair, msomi mzuri, atatusaidia. Advocate Kalolo, Kalolo, si ndio? Amefanya kazi vizuri katika nafasi yake akiwa advocate. Najua wakina Mwakembe wanamfahamu vizuri na Mheshimiwa Jaji. Tena baadaye nilipata habari kwamba mlisoma wote, unajua <laughs> <laughs> <laughs> mengine anachomekea hapa, mengine naye <laughs> kwa hiyo ninaamini huku atatusaidia na Mama Kato ni mama na umri mkubwa, amekuwa hakimu baadaye akawa advocate. Napo kwa bahati mbaya nimegundua kwamba ni kwa kusupervise kitu fulani, wewe wapi <laughs> internship. Kwa hiyo ni mama mwenye umri mkubwa, mwenye busara, ambaye anaweza akatusaidia naye, nikasema koja tumkue na hasa katika kubalansi pia agenda Nimejaribu kueleza wote hawa walioteuliwa ili angalau mjue na wao wajue kwamba wanajua, wanajulikana vizuri <coughs> waende wakachape kazi. Tanzania ni yetu, Tanzania ni yenu, mkatangulize masilahi ya taifa mbele kwa ajili ya kuijenga nchi yetu kwa manufaa ya Watanzania wa leo na Watanzania wanaokuja kesho na kesho kuto. Nina uhakika mtapata ushirikiano mzuri kwa makatibu wakuu kwa mawaziri kwa waheshimiwa majaji na kwa wakuu wa mikoa na viongozi wengine, lakini pia mtapata ushirikiano mzuri kwa chama chetu cha Mapinduzi ambacho ndicho kinashiriki katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Mimi nawashukuru sana, nakushukuru sana mheshimiwa Jaji Mkuu, nakushukuru sana Jaji Kiongozi, nawashukuru ninyi mliokubali na kuwapa uteuzi huu, mkamtangulize Mungu katika kazi zenu. Nawashukuru waheshimiwa viongozi wa dini na viongozi wote, twendeni pamoja katika kulijenga taifa letu. Ninarudia tena kutoa pole kwa misi ambayo imetuandama katika siku hizi za karibuni, wale ndugu zetu kule Moshi za ishirini, kule Lindi zaidi ya ishirini na moja, na sehemu zingine zingine, kwa ajili ya mafuriko na ajali mbalimbali mbali. Lakini pia tuna vijana wetu kumi walikuwa ma kwenye mazoezi ya jeshi la wananchi nao walifariki. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu <coughs> ili Shetani na balaa hili, na tuwaombee pia majeruhi. Majeruhi walikuwa wangapi? CDF watatu, wanne ni wangapi? Watano. Tumwombe Mwenyezi Mungu hao majeruhi watano waweze kupona kwa haraka. Kikubwa tuendelee kumtangulize Mungu katika shughuli zetu. Mungu wetu ni mwema, bado analipenda taifa hili, na ndio maana nawashukuru sana viongozi wa dini kwa kuendelea kuliweka taifa hili katika mikono ya Mungu na Mungu wetu atatuvusha. kwa makamanda ambao mmepata makamishina jenerali wapya, niwaombe sana ndugu zangu, mkatoe ushirikiano kwao. Ninahakika mambo mengi yataenda vizuri, mambo mengi yataenda vizuri. Ninawapenda sana magereza, ninawapenda sana zimamoto. Kafanyeni kazi, mkatoe ushirikiano mkubwa kwa makamanda hawa na niwaombe makamanda, kasikilizeni shida zao hawa mnaokwenda kuwaongoza, ikiwa ni pamoja na masilahi yao. Lakini nitafurahi sana kuona matokeo chanya. Viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tunaendelea kuwashukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya katika kulinda taifa letu. Ndugu zangu, ninawashukuru tena, asanteni sana, na Mungu aibariki Tanzania. Mungu awabariki hawa ambao wameapa leo, na Mungu aibariki Watanzania wote, asanteni sana kwa kunisikiliza. akielezea ni no kwa namna gani anavyowafahamu, lakini hivi sasa kabla jionge mengine, tumsikilize mkurugenzi wa Ikulu Gesu Msigwa, wizara ya vijana ya wizara ya habari Huju useme hata angalau kidogo <laughs> lazima pawepo na upendeleo sawa, jamani. Haya, karibu sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Injinia Kijazi, um, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, uh, waheshimiwa viongozi mlioapishwa hivi leo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais, napenda nikushukuru kwa kunipa nafasi hii angalau ya kutoa maneno machache pamoja. Sikuwa na chochote cha kusema, ni kutoa tu shukrani kwa kuja mbele <laughs> Lakini pia nimpongeze Dr. Abbas kwa kuteuliwa kwa katibu mkuu wa wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Karibu sana <laughs> karibu. Nilishikashika kidogo kwa muda na kesho asubuhi nitakukabidhi rasmi, lakini nafahamu kuna MTC, kwa hiyo utaenda kwenye kikao cha MTC. Baada ya hapo nitakukabidhi katika ofisi zetu za Mtumba Dodoma. Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru sana. Haya. <laughs> okay. jamani asanteni sana Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunashukuru sana kwa tukio hili la leo. Ndugu viongozi, baada ya kukamilika kwa tukio ama ratiba ya umundani ndani na zitapigwa katika sehemu yetu ya lunch hapo sehemu tunapopita wakati wa kuingia, hukumbili utaratibu wetu wa picha, tutakuwa na meza kuu na viongozi walioapishwa. Tunakuwa na picha ya meza kuu na mheshimiwa awaziri na waziri Tutakuwa na picha ya meza kuu na waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu. Tutakuwa na picha ya meza kuu na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tutakuwa na picha ya meza kuu na waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa, jaji kiongozi na majaji wa mahakama kuu. Tutakuwa na picha ya meza kuu na wakuu wa mikoa waliopo hapa, na naomba nitambue uwepo wao. Awali ni mtambulishe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam peke yake tunakopia picha ya makatibu wakuu wa staafu na naambiwa wamefika wapo hapa, tumeungana nao na naomba nitambue uwepo wao. Naam, naam, hivi sasa kinachofuata ni zoezi la picha kama alivyokuwa anaongea eh, mkurugenzi wa kurugenzi ya mawasiliano Ikulu Gerson Msigwa. Lakini nikukumbushe msikilizaji, eh, mtana mtazamaji, matangazo mubasha kutoka Ikulu, na ni uteuzi wa viongozi mbalimbali ambao wameteuliwa, wameteuliwa makatibu wameteuliwa makatibu wakuu, wameteuliwa pia e, makamishina jenerali kwa upande wa jeshi la zimamoto, lakini pia e, na jeshi la magereza, ila hali pia e, wameteuliwa E, watu mbalimbali makamishna wa ardhi, lakini pia katika suala zima la mahakama e, rais ameweza e, kuwateua na wamekula kiapo hii leo e, ni msajili ama wasajili wa mahakama kuu, lakini pia mahakama ya rufani. Kwa hiyo ni matangazo mubashara ya viongozi ambao wamekula kiapo e, katika Ikulu hii leo na hivi sasa viongozi mbalimbali wakiwa wanasalimiana baada ya kuhitimishwa kwa zoezi la kula kiapo, lakini rais katika hotuba yake ameweza kuzungumza masuala mambo mengi muhimu sana akiwataja kwa majina na hii, akionyesha dhahiri kwamba anawafahamu fika wale ambao wamewateua na wamekula kiapo hii leo e, na wapi wanapotokea, amewataja na kuambia kwamba anawafahamu sana. Wengine walikuwa wafahamu kwa sura, lakini katika mafaili yao ni pale ambapo wameteua wanafanya kazi nzuri kama ambako huku walipotokea, na pia ame kwamba eh, ni muhimu sana eh, kufanya kazi na kuwatumikia wananchi, akiwataka viongozi hao ambao wameoteua. Na kama eh, kwa muktasari tu kwa haraka haraka kipindi hiki eh, ni kuambie tu, Bi Mary Gaspa Makondo, yeye ameteuliwa kuwa katibu mkuu wizara ya ardhi na amekulakia hapo leo. Lakini pia mwingine, Dr. Hassan Abasi amekuwa katibu mkuu wizara ya habari utamaduni, sanaa na michezo amekulakia hapo leo mwingine alikuwa ni, ni Profesa Riziki Silas Shemdoe yeye amekuwa katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara na amekula kiapo. Na kabla ya uteuzi huo Profesa Riziki Silas Shemdoe yeye alikuwa ni katibu tawala mkoa wa Ruvuma. Mwingine Bizena Ahmed Said amekuwa katibu mkuu wizara ya nishati, na kabla ya uteuzi huo Bizena Ahmed Said alikuwa ni kamishna umeme na nishati mbadala na amekula kiapo hii leo. Lakini pia Christopher Kadio amekuwa ah, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi na kabla ya uteuzi huo, eh, Christopher Kadio alikuwa ah, katibu utawala mkuu wa Mwanza na anachukua nafasi ya Meja Jenerali Jacob Kingu ambaye ametolewa kuwa balozi, lakini pia jeshi la zimamoto. Lakini pia alifanya mabadiliko pia katika jeshi la magereza, ambao katika majeshi hayo pia aliondoa viongozi wao kutoka kwenye jeshi moja kuingia jeshi lingine, ambapo Brigedia Jenerali Suleman Mzee alitolewa JWTZ, Jeshi la Wananchi wa Tanzania na amekuwa kamishna jenerali wa jeshi la magereza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa sifa za brigadia jenerali Suleimani, alikuwa ni mchapakazi, na hivyo anataka mabadiliko makubwa kabisa katika jeshi la magereza na kutumia nguvu kazi ile kwamba inajijenga rasilimali. Lakini pia CP John Wunga kutoka jeshi la magereza, yeye amekuwa ni kamishna jenerali wa jeshi la zimamoto. tume ya mahakama lakini pia na wa... mahakama yenyewe. Rais ametoa wito na ametoa pia wasifu wa kila aliyemteua, wote walioona toa sifa za aliowateua, tuwafahamu mmoja baada ya mwingine lakini akionyesha uh, kabisa kwamba wameteuliwa kwa sifa zao na kila mmoja kwa kitu alichokifanya kwa ajili ya uzalendo uh, kwenye kazi yake na kwenye taifa lake, basi alikuwa uh, uh, amepata tija hiyo. Lakini umeona pia wengine ambao wameteuliwa walikaa katika nafasi ambazo uh, mambo yalikuwa hayakuwa mazuri sana kwa wale ambao walikuwa wanatazama pembeni, na ndivyo wanavyosema ukichapa kazi sana mahali ukawa mwadilifu basi wasi waadilifu wanakumezea mate na kuleta maneno mengine, lakini pia tumeona pia wakina mama wakichanua hapo na sifa zao, katikati ya ofisi nyingine ambazo wanaume wamezunguka huko na huku, lakini mama akapenya katikati kwa uadilifu, na hii ikionyesha kabisa kwamba fanyaji kazi wakati mwingine haijalishi mwanamke na mwanaume uzae